Naitwa Wanjiru Mbugwa na siko peke yangu, niko na mwenzangu Jamila Mbogwa. Mwenzetu wa ishara ni Byron Abuli. Hatimaye, Isaac Mutuma anatazamiwa kuapishwa Jumatatu kuwa gavana wa kaunti ya Meru baada ya mahakama kuu kudumisha uamuzi wa, wa bunge la Seneti wa kumwondoa madarakani Kawira Mwangaza. Hafla ya kuapishwa kwa Mutuma ambaye kwa sasa ni naibu gavana wa kaunti hiyo huenda ikatia kikomo kipindi cha kuhudumu cha Kawira kama gavana, ambacho kimekabiliwa na mihemko ya kisiasa. Na ripota wetu Abdi Aziz Hashim anaangazia masuala ya ibuka amb ambayo huenda yataelekeza mustakabali wa kisiasa wa Mwangaza na pia kuangazia safari ya Mutuma ambaye anatazamiwa kuchukua hatamu, hata kabla ya kuku kumeza punje, kufuatia uamuzi uliotolewa hapo jana na Jaji Bahati Mwamuye. The court has assessed the totality of the impeachment process and found that the petitioner was given ample opportunity to present her case. Chapisho kwenye gazeti rasmi la serikali lililochapishwa muda mfupi baada ya mahakama kuu kuzingatia uamuzi wa bunge la Seneti wa kumng'oa madarakani Kawira Mwangaza lilitia kikomo kile ambacho kilionekana kuwa bahati ya mtende baada ya yeye kuponea hoja za kumwondoa madarakani mara mbili katika kipindi cha miaka miwili unusu tangu alipochaguliwa mwanamke wa kwanza kuwa gavana katika kaunti ya Meru alipowania wadhifa huo kwa tiketi ya binafsi baada ya mahakama kuu kuzingatia kuondolewa kwake madarakani, naibu gavana Mutuma ambaye alichaguliwa naibu gavana wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili ishirini na mbili pamoja na Mwangaza sasa atachukua hatamu katika kaunti hiyo. Chapisho kwenye gazeti rasmi linasema Mutuma ataapishwa kwa wadhifa wa gavana Jumatatu ijayo saa mbili unusu asubuhi katika uwanja wa Mwendatu na kuwa gavana wa nne wa kaunti ya Meru tangu ujio wa ugatuzi. Mutuma na Mwangaza ambao walichaguliwa kwa tiketi moja wamekuwa na uhusiano baridi licha ya changamoto ambazo zimeshuhudiwa katika kaunti hiyo baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili ishirini na mbili. Sitataka kuingia mambo mengi haswa ya siasa kwa sababu Meru tuko katika hali mbaya. Mwangaza na Mutuma walipata fursa ambao wengi walidhania kuwa ndoto katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 baada ya kuwashinda mibabe wa kisiasa huko kaunti ya Meru, akiwemo mtangulizi wake Kiraitu Murungi na gavana mtangulizi Pita Munya. Je, Mutuma ni nani? Kabla ya kujitosa kwenye ulingo wa siasa Mutuma alihudumu kama afisa wa ngazi ya juu katika idara ya huduma za magereza na kufanya kazi kama kasisi katika kanisa la Methodist humo nchini. Naibu huyo wa gavana awali alihudumu kama mtetezi wa haki za watoto katika shirika la Plan International, mwakilishi wa vijana katika shirika la makazi ya kibinadamu eneo la Mlima Kenya na afisa wa haki za kibinadamu na mtekelezaji wa mpango wa marekebisho ya wafungwa katika huduma ya magereza. Akiapishwa, Mutuma anatazamiwa kumteua naibu gavana wake. Atakayeteuliwa anafaa kuidhinishwa na bunge la kaunti katika muda wa siku 60. Nimesema tume mama, tumeshukuru sababu ya kwenda huko nyumbani aki kwe, kweli kwe, kutoka ingie tumekula shida sana, na akiulizwa kila kitu anaanza blame ati huyu amefanya huyu amefanya. Na ukiangalia sehemu nyingi za Meru kumekuwa na watu ambao walikuwa wamejitokeza kuweza kufurahia, kwani wanataka kuniambia hao watu wote wanamchukia Mwangaza? Hata hivyo ana nafasi ya kukata rufaa katika mahakama ya rufaa na iwapo ataamua kukata rufaa na mahakama ya rufaa ikubaliane na uamuzi wa mahakama kuu, bado atakuwa na fursa ya kukata rufaa katika mahakama ya upeo. Iwapo atakosa ushindi katika mahakama ya upeo, kisheria atazuiwa kuwania wadhifa wowote, na hivyo kuweka historia kwa mwanamke wa kwanza kuondolewa madarakani. Gavana wa zamani wa Kiambu Ferdinand Waititu na mwenzake wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko ni miongoni mwa waliopigwa marufuku kuwania nyadhifa za umma baada ya kung'olewa madarakani. Hata hivyo, iwapo mahakama za ngazi ya juu zitatupilia mbali uamuzi wa mahakama kuu, basi atasalia madarakani. Sisi wote ni watu wa mema, tushikamane, tufanye kazi. Mwenyezi Mungu endelee na isonge juu. Abdiaziz Hashim, Dira